Naibu waziri wa afya maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto, Dr. Hamis Kigwangala amemtaka katibu mkuu wizara hiyo kufika katika hospitali ya Rufaa mkoa wa Tabora Kitete ili kufanya tathmini ya mradi wa ujenzi wa chuo cha madaktari wasaidizi na jengo la upasuaji ambao ulipaswa kukamilika tangu mwaka 2014 lakini hadi sasa bado haujakamilika. Kutoka Tabora, Pendo Salu ana ripoti. Naibu waziri ametoa agizo hilo mara baada ya kufanya ziara ya kushtukiza katika hospitali ya Rufaa Kitete na kukuta miradi hiyo imetelekezwa zaidi ya miaka miwili sasa, walikuwa mwezi akamilisha Disemba 2014. Na leo ni lini? Leo ni Januari 2017. Leo ni Januari 2017 katizoa waoezkuliwa wawezekukamilishanzi kazi kwa mradi huu pamoja na mradi watta zinadaiwa milioni mia sita tu ili mradi ukamilike na huduma zianze kutolewa. M… hapa tungepotaaiiwaameshanakii unamwagiza sa katibu mkuu afya ndani ya siku saba afike hapa yeye mwenyewe bila kutuma mtu aja timu ya wataalam wafanye tathmini ya mradi huu, wakague jinsi mali ya serikali, uwekezaji huu mkubwa ambao tumepata kwa kupitia mkopo wa African Development Bank ulivyo katika hali mbaya, ni mradi huu pamoja na mradi wa fieda, na anipe taarifa baada ya siku saba. Kwa hiyo kuja kwako sisi hapa tunafurahi, kwa sababu tunalo tatizo pia la madaktari, wauguzi, na wengine wale tu ambao wangesoma hapa wangepata fursa ya kufanya mazoezi katika eneo hili, tungekuwa tumeondokana na matatizo makubwa tulionayo katika hospitali yetu ya Kitete na zile hospitali nyingine ambazo ziko jirani katika wilaya zetu saba katika mkoa huu wa Tabora. Katika hatua nyingine, Dkta Kigwangara ameipongeza ofisi ya katibu tawala mkoa, halmashauri ya manispaa ya Tabora Uyui na uongozi wa hospitali ya rufaa Kitete kwa jitihada walizofanya za kukarabati wadi ya wazazi na kupunguza adha waliokuwa wakipata, ambapo kabla ya ukarabati huo walilazimika kulala kitanda kimoja wazazi zaidi ya wanne. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel Ten.